Ndugu zangu wapenda wa Tanzania. Mimi ni raia wa Canada na wakili mtaafu wa utetezi. Niliwasilisha wasilisha utetezi wangu mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya Rwanda ICTR hapa Arusha. John Magufuli lazima atageuka katika kaburi lake. Iki chama kisipo badilika, uroho umewapeleka bahati ya wanachama katika kina kirefu cha rushwa. Hakuna shaka imefika mwisho. Hakuna anayeweza kukwepa. Chama cha Mapinduzi kimeweka mikono yake

kutetea na kuhifadhi katiba ya Tanzania. Unaona, marafiki zangu, kudanganiwa na kudangania ni dada mapacha, na bila shaka ndiyo inavyotokea Tanzania asasa nivi. Mara nyingine tena Tanzania wanapigana vita vyema na wanafunzi alisi wa mleta uhuru lazima wa, wa, wafukuzwe na kutende wa kulingana na sheria ya sasa ya jinai. Endeleeni kupambana vita njema, marafiki zangu. Muwe na siku njema. Mungu awabariki nyote.